Mnamo tarehe ishirini mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano Jeshi la Zima Moto na Uokoaji linatarajia kumaliza shughuli zote za usaili. Maanake nini? Maanake kuanzia levo zote za elimu kidato cha nne mpaka degree kwa kada zote zilizokuwa zinatakiwa na mamlaka husika zitakuwa zimemaliza usaili. Sasa kuna swali vijana wanajiuliza, je, nitajuaje kuwa nimechaguliwa kwenda kwenye mafunzo ya zima moto na uokoaji? Sasa mbinu ni rahisi mno, nitakupa hizo mbinu. Mbinu namba moja ni kupitia Instagram account ya Jeshi la Zima Moto na Uokoaji. Mbinu namba mbili ni kupitia tovuti rasmi ya Jeshi la Zima Moto na Uokoaji. Lakini mbinu ya mwisho ni kupitia akaunti yako ya recruitment portal ya Zima Moto, utaweza ujulishwe kuwa umechaguliwa kwenda kwenye mafunzo ya jeshi la Zimamoto na uokoaji.